Nilitaka kufanya kwa siri kwa sababu mama yangu aliniuliza, umeniambia mengi, unapitia changamoto nyingi, lakini je, ni muhimu kufanya wazi? ni muhimu muhimu kufanya kufanya wazi kwenye vyombo vya habari nikamwambia ndio, kwa sababu sina shida wala sina nia ya kumsurprise mtu yoyote ambaye aliamini kwenye mimi, aliamini kwenye ujumbe niliokuwa nautoa kupitia mwamvuli wa Chadema na akaamua kutufuata. Ungwana ni niseme wazi. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari wa Tanzania, ndugu jamaa na marafiki, wanachama wa Chadema mlioungana na mimi leo hapa. Dhumuni la kuitisha mkutano huu ni kusema rasmi. Kwanza najivua wadhifa wangu wa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Dodoma. Wadhifa huo ulikuwa unanifanya niwe mjumbe wa mkutano mkuu wa Chadema Taifa mjumbe wa baraza kuu wa Chadema Taifa, mwenyekiti wa kikao cha, cha mashauriano cha Chadema mkoa wa Dodoma. Zilikuwa ninyazifa kubwa, lakini mwenyekiti wa baraza la uongozi wa Chadema mkoa wa Dodoma. Siondoki kwa sababu napishana na mtu yoyote, naondoka kwa sababu naogopa kupishana na taasisi. Sindoungwana huo, Chadema ni taasisi kubwa inaheshimika mimi kupishana nayo, mimi kutoa maoni ambayo sio yanayotakiwa yana, yana ndani ya Chadema sio sahihi, sio ungwana. Lakini naondoka kwa sababu misingi au mazingira aliyokuwa nayategemea sasa hivi amefika kikomo. Waadha, asalamu alaikum, asanteni sana kwa kunisikiliza. Yesu asifiwe. Uh, kama ambavyo nimetambulishwa